Na kabla sijaendelea tunaomba wote tufunike macho yetu tuweze kuomba mahali hapa. Tuombe. Bwana asante kwa ajili ya neema yako. Umetupa nguvu ya kuweza kusimama tena mahali hapa Bwana. Maana umesema nendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri Injili. Ee Bwana Yesu tuko mahali hapa ili kuhubiri neno lako ewe Bwana. Tunakuita ufalme wa ufalme. Tunakabidhi mapenzi ya mahali hapa mikononi mwako. Tunaachilia kila unaosemeta kwenda kusikia maneno haya, tunakwenda kuipanda ikakuzalia matunda kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tunaweka watu mahali hapa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali hapa sasa patakuwa mahali pa baraka patakatifu, ambapo tutakwenda kusimama kwa ajili ya kupeleka maneno ya uzima kwa watu hawa, kwa jina la Yesu Kristo. Tunafunga na kunyamazisha kila hila za ile muovu na mawazo yote ya giza, upinzani Nci tuna ufunga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana, tunakabidhi maeneo mikononi mwako na watu hawa wakasikie, kwa jina la Yesu Kristo Amina. Msangilie Bwana Yesu Aminu. Hallelujah yeah. Kama nilivyokwisha kusema hatuna yeah, maneno mengi, tunakuja yeah, kukuletea habari za baraka. Unajua kuna wengine wameleta habari mbaya Mingine alikuambia kwamba wewe ni mbaya sana, ukivaa hata hampendezi. Unajua wewe ni mwovu sana, wala sikupendi tena uh -huh, lakini tunataka leo tukwambie habari za Yesu Kristo uh -huh, ambaye yeye anakupenda kama ulivyo uh -huh. Yeye habagui nini, habagui kabila, yeye haangalii sura. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtuma mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele na Okay. Okay. Msomaji kitabu cha Ezekieli sura ya 18, 18 20, 20, 20 na nane mstari kuanzia 20 hapo mpaka 23, mimi nasema inasema, hey. Roho itendayo dhambi ndi itakayokufa, mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe nishia hapo hapo kwanza. Anasema, wala mwana hata Siku ya leo yamkini kuna watu wanategemea dini. Mimi nina dini nzuri ya wazazi wangu, mimi dini yangu ni nzuri toka kuzaliwa. Lakini leo tunakuja kuambia kwamba roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Baba hawezi kubeba dhambi za mtoto wake, wala mtoto hawezi kuchukua dhambi za baba yake. Endelea mstari ambao unafuata. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, ndio na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Ishi hapo juu yake mwenyewe, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hii ina maana ya kwamba kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe. Endelea. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, rudia tena hapo, tarudia mm. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki, na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki. Ehe, hakika ataishi hata kufa, hakika ataishi hata kufa. Huku kuishi tunasema ni kwamba sote tunaishi. Mungu amezungumzia kifo cha milele mwanadamu, wakati unaishi hapo limwenguni, kumbuka siku moja unapoendelea maisha ya dhambi, siku moja kuna hukumu hiyo.

Ipo siku moja ya hukumu, iko siku moja ambayo mwanadamu atatamani aweze kupata nafasi arudi tena duniani, lakini nataka nikuambia wakati utakumu amepita, nyakati ya, ya Mungu anaishi. Kumbuka kutenda yaliyo haki kwa Bwana, kumbuka kufanya yaliyo mema Ningekubali ile injili, ningejua, ningewasikiliza watumishi wa Mungu. Sikia nikwambie, yana ambaye anatenda hapo duniani, ipo siku ya mwisho, ipo siku itafika mwisho. Amua leo kumpa Yesu maisha yako, amua leo kubadilisha njia yako, amua leo kumwambia Mungu, nimetembea katika ittunakuane tunafanya biashara na, yes, na shughuli nyingine lakini, ulimwengu unapita. Ipo siku moja mwanadamu atasema naisi, ningejua ningepata tena muda wa kuishi tena, lakini kuamna atakuwa umeshaisha nafasi, itakuwa haipo tena. Sikia maneno ya Yesu leo. Amen, amen. amen. Yeah. Na umesikia na kama unasema ya kwamba nimesikia na ninamtaka huyo Yesu, yeah. ili nimpe maisha yangu mchana wa leo yeah. tunakukaribisha mchana huu. Kama unasema ya kwamba nimesikia na ninaamini, tunakukaribisha dakika hizi, sogea hapa. Amen. Amen. kama unasema mwanadamu, ya kwamba niko tayari kumpokea huyo Yesu. Niko tayari kuacha njia za uovu, tunakukaribisha mahali hapa Ngoja nikuongoze sala ya toba. Mimi nayo imani ya kwamba yuko mtu anaweza katiria maneno moyoni mwake yeah. Na endapo utakilia maneno moyoni mwako na utakiri kwa kinywa chako, utaamini moyoni, nakwambia ya kwamba utakuwa umeshaokolewa na kama unaamini popote ulipo, ajalishi, huko ndani ya nyumba yako, nisikia sauti, nifuate haya maneno, kwa maana ukishafuata sala hii itakuwa tayari umekusha kuokoka. Amen. Sema Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nimesikia neno lako lako la uzima. Nimesikia neno e Bwana Yesu. Hey, nimeamini nimeamini neno lako, ninakiri ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya katika maisha yangu Bwana Yesu, Yesu. Ninakuamini wewe, ninakukubali wewe, ingia ndani yangu Bwana ziaa asante Yesu kwa kuniokoa, asante Yesu kwa kunisamehe. Ikiwa amekiri salama, mahali popote ulipo, nataka yeah, kuomba na, na wewe wakati huu Bwana Yesu na kushukuru. Najua kwamba yuko mtu mmoja aliyesikia maneno haya yeah. Najua ya kwamba maneno ya Bwana atakuzalia matunda Miminine Jehova nafsi ya kila mmoja ambaye amekwenda kusikia maneno haya, kila mmoja ambaye amekiri moyoni mwake na Mungu, anawakabidhi mikononi mwako, ewe maneno Bwana akafanyike baraka, na ambaye amekiri popote alipo, Bwana ukamlinda na kufunika kwa jina la Yesu Yesu, amen. Bwana Yesu tumshangilie, Bwana Yesu. Sasa kabla hatujakwenda kuhitimisha kama tulivyo nilivyosema sisi tunapatikana hapa hapa Kibonde Maji, na kanisa letu ni jirani hapa, linaitwa FPCT. Yeah, tunapenda kuwakaribisha wakati wowote. Yes, yamkini unahitaji maombezi, usikubali kukaa na mateso yako. Yeah, usikubali kufa taratibu, usikubali kufa polepole pole. Yes, karibu mahali pale utaweza kupata maombezi. Yes, nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Yeye atakwenda kuomba na kuwakabidhi kabidhi enyi nyote mikononi mwa Mungu. Amina, Amin. Tumshangilie Bwana Yesu. Karibu mwenyekiti. Tukamshukuru Mungu, tunaenda kuomba. Asante Bwana Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa upendo, asante kwa ajili ya watu wa eneo hili ambayo Bwana ametupokea mahali hapa. E Bwana, tunaachia baraka. Baraka na neema juu yao, tunaachia baraka na ushindi juu yao. Bariki kazi zao bariki biashara zao, bariki familia zao. Bwana, tunaamini kwa neema hii ambayo Bwana umetupatia hapa, tunaenda kuiachilia kwenye kwenye eneo hili Bwana. Asante kwa neema hii na kutukuza, hata tunapata kutoka mahali hapa, neema yako itakuwa pamoja nasi, ndani ya jina lako tunasema amen.